Karibu, leo tuangalie uh, sehemu yetu nyingine ambayo ni uh, factor formula. Uh, tuanze na compound angle, let's say tuna sign uh, ya angle a jumlisha b, tunasema tukimdefine huyu uh, inakuwa ni sign ya a uh, tunazidisha hapo na uh, cosine ya angle b, then plus inaendelea kuwa ni uh, plus, uh, badala ya sign ya a tunaanza na sign ya b inakuwa zina interchange na kosi ya b hapa tunakuwa tunazidisha hapo na nani na kosi ya a chukua hapa usanifu wetu wa kwanza Aa, na pia saini ukiwa na uh, a minus b hichi inakuwa ni sawasawa na saini ya a cosaini ya b a uh, cosaini ya b. Kwa hapa kama kwa kuna, kuna minus na hapa inakuwa ni minus if ma, ma tuliweza kuprove uh, hapa tunakuwa tuna baada ya saini ya a tunakuwa tuna saini ya b a tunazidisha hapo na a, cosine badala ya b inakuwa ni a, cosine ya a. Sasa tuchukue equation ya pili, a, sasa kwenye kuzi, kuzifanyia kazi tuchukulie kwamba a jumlisha b tuchukulie kwamba ni nani, ni a set, ni angle, ni angle moja tu hapa ndani yake, kwa hiyo tuleti, let's say p, hiyo represented na a jumlisha b, kwa hiyo kwenye a jumlisha b tu labda tuna angle tu moja ambayo ina represented na q, hiyo ni a, difference ya angles ambayo hiyo ni a Minus nani? Minus b. Kwa tuki uh, tukiwa tuki tunatafuta samani ya a inakuwaaje? Tukiweza tukajumlisha huyu na tuka huyu uh, uh, uh, itakuwa ni p jumlisha q, then b na negative b wana cancel, then inakuwa ni sasa na nisasana 2a ambao mwisho wa siku tunachoenda kupata itakuwa ni a yetu ni sawasawa na b uh, kujumlisha q, lakini tunagawanya kwa ngapi? Kwa mbili. Hii ndo uh, samani ya nini ya a hii ndio thamani ya A lakini, pia tukitoa, ukifanya operation ya kutoa hapo, tunasema kwamba itakuwa ni P a minus Q ni sawa sawa na a, na hiyo watacancel. Kwa hiyo B itakuwa ni minus minus minus B, kwa hiyo itakuwa ni 2B kwa tiganya kwa mbili ganya kwa mbili. Kwa hiyo B yetu inakuwa ni sawa sawa na P a tuna minus by Q, then tuna divide by what by 2. Kwa hiyo ndio itakuwa thamani ya thamani ya B ndio ilikuwa thamani ya b. Kwa hiyo uh, tunaweza tukarudi huku tukasema vipi, tukichukua equation ya kwanza tukajumlisha na equation ya pili, kwa tukichukua equation ya kwanza tuka add na uh, equation ya pili, tutasema hapa itakuwa ni sawa sana nani, na sign ya a jumlisha b, tunajumlisha sin ya a na b, ambayo tumesema huyu ni kama p na huyu ni sawa na q, kwa hiyo itakuwa ni uh, sin ya p uh, kujumlisha sin ya q ambayo itakuwa ni sawa sana uh, tukijumlisha huyu hapa na huyu hapa ni terms ambazo zinafanana kwa hiyo hii sine ya b uh, cosine ya a na sine ya b cosine ya a negative na positive wata cancel kwa hiyo itakuwa ni huyu na huyu ambao itakuwa ni 2 sin a uh, cos b kwa hiyo itakuwa ni 2 uh, sin uh, sin ya a ambayo yetu tumesema ni uh, ni p uh, kujumlisha q over ngapi over 2 hiyo ndio a definition ya kwanza, endapo tunakuwa tuna, tuna tuna tuna engo mbili tuna Q, tukimwelezea, tunasema inakuwa ni 2 saini ya P two, cosine ya P minus two, definition yetu. Uh, kwa 2 lakini kujumlisha tutasema uh, tukisubtract equation 1 uh, tukitoa na equation ya ngapi ya pili, nasema uh, hapa itakuwa ni sawa sawa na nani, na sign ya age. Eh, mshabiki, tumesema ni sign ya nani, sign ya p. Unachukua ni aingo moja, tutatoa uh, a uh, eh, minus b, tumesema itakuwa ni sign ya q. Kwa hivyo itakuwa kuna uh, sign ya q itakuwa ni sawa sawa na tukitoa hapa huyu uh, hapa na huyu hapa, ndo atakansel itakuwa ni sin b, uh, cos a ambapo sin b, b tumesema ni, uh, difference za angle kwamba itakuwa ni 2 sin b, ambapo b itakuwa ni p minus q over 2, uh, lakini tutazidisha na uh, cos ya a ambayo a ni p jumlisha q over 2. Kwa hiyo itakuwa ni uh, cos ya p kujumlisha q over 2. Kwa hiyo nasema hii ndio uh, uh, uh, definition, uh, definition ya sine. Ukiwa okay, na saini uh, saini mbili, saini ya engo yakwanza unatoa na saini yaengo yapili, a tukimwelezea inakuwa ni mbili sign. Then, tunachukua pili, na Q over 2, lakini pii tunatoa kutoa pia hizi engo, tunachukua engo ya kwanza kutoa engo yapili na divide by 2 cosine tunajumlisha, tunajumlisha. Uh, turudi kwenye nini kwenye co, co, co, co, cosine. Kwa mfano tuna uh, cosine uh, ya A jumlisha B. Uh, kwamba hichi itakuwa ni sasa na ngapi? Itasema itakuwa ni uh, cosine ya A uh, cosine ya B. Then kwenye ku, uh, plus tunakuwa tuna minus. Itakuwa ni uh, sine ya A. Tunazidisha na sine ya nani? Sine ya B. The same for uh, cosine a ya a minus b hii itakuwa ni sawa sana a cosine ya a a cosine ya b then kwenye ku, kutoa, tunakuwa tunakuwa tunajumlisha a sine ya a a sine ya nani? Sine ya b kwa tuchukulia hii ni equation ya tatu na hii equation let's say ya nne. Kwa tunasema ukichukua huyu jumlisha huyu na huyu ata cancel. Kwa tunasema ukichukua a, cosine ya a jumlisha b ambayo jumlisha b tumeleta kwamba ni sawa na p, tunajumlisha na cosine ya a minus b ambayo a minus b huko tumeleta hiyo ni sawa sawa na nani, tumeleta ni sawa na q. Kwa hiyo itakuwa ni, uh, ya q, uh, cosine ya q. Then itakuwa ni ngapi, itakuwa ni uh, ya cosine ya a mara mbili ambayo yetu by definition ni p a jumlisha q over 2, na cosine ya b ambayo itakuwa ni cosine ya p minus q over 2 over 2. Kwa hiyo hilo itakuwa definition ndio itakuwa definition ya ya cosine katika kufanyaje, katika kujumlisha huyu na huyu atakancel, kwamba itakuwa tutachukua, itakuwa ni. Kwa hiyo tumesema kwamba huyu na huyu tukitoa, huyu na huyu atakancel. Uh, negative na hii negative ya hapa watakuwa wawili, kwa hiyo itakuwa ni negative 2 uh, sin ya a ambayo a by definition tumesema ni p jumlisha uh, q over 2 over 2, lakini itakuwa ni sin ya b ambayo tunasema itakuwa ni sin uh, ya p uh, minus q over 2 over 2. Kwa hiyo ndio tunasema hiyo ndio maelezo uh, tukiwa tuna nani, tunafanya operation ya nani ya cosine, lakini tunakuwa tunachukua nini, tunachukua angle mbili tunakuwa tunatoa, tunapata katika nini katika uhusiano kwa hiyo hiyo ndo hizo ndo concept hizo ndo concept ambazo tunakuwa tuna tunazokuwa tunaziangalia kwenye nini kwenye concept, yani ni ya factor formula, kwamba vipi nikiwa na cosine ya angle nikajumlisha na cosine ya angle nyingine, au cosine ya angle ya kwanza nikatoa na cosine ya angle nyingine, uh, au sine ya hizo angle nikajumlisha au sine ya angle nikatoa, maelekezo yake yanakuwaje au ya definition zake zinakuwaje? Karibu, leo tutaangalia maswali ya, ya factor formula ambayo tumepewa, kwanza to prove uhusiano ni sawa sawa na kile bali kitu ambao tunasema tukikonsider upande wetu wa kushoto kwa, tuna cosine uh, ya 9 theta tukitoa na cosine uh, ya 5 theta, again tukiganya kwa sine ya 17 theta tukitoa sine uh, ya 3 theta. Tunasema according to factor form, tunasema kwamba cosine ya angle minus cosine ya angle nyingine inakuwa ni negative 2 sine Then tunachukua angle tunatoa ambayo itakuwa ni tisa pamoja na tano theta na divide by two. Then sine ya angle tunajumlisha ambayo itakuwa ni tisa theta jumlisha tano theta na divide by two. Tunaganya kwa factor formula ya sine ya angle kutoa sine ya angle itakuwa ni two sine. Then difference ya angle ambayo itakuwa ni kumi na saba pamoja na tatu theta na divide by two.

Na divide by, na itakuwa ni sine au t inakuwa ni kumi na nne, inakuwa ni saba uh, uh, uh, wana uh, cancel sine na sine wanaisha anaisha kinachoenda kubaki ni negative two. Uh, sine ya 2 theta inakuwa inakuwa ni ni nini? Inakuwa ni secant ya nani ya ten window, siano yetu. Ni Kuna namba mbili, namba mbili ambapo tuonyeshe uhusiano kwamba saini ya theta jumlisha saini ya 3 theta jumisha saini ya 5 theta jumlisha saini ya 7 theta chini ya cosine ya hizi hapa kijumlisha, ni sasa na tan ya nani ya 4 theta matani yafuakita kage nasema, sita consider upande huku, tuta consider uh, left and side o nasema, tunakuwa tuna saini ya angle tuna plasia na saini ya 3 angle tuna plasia na saini ya 5 angle tunajumuisha na saini ya 7 angle tunakuwa tunagawanya kwa kwa cosine ya engo, tunajumlisha cosine na ya tatu engo, tunajumlisha na cosine na ya five engo, and the last one ni cosine na ya seven ingo, kwa itakuwa ni sawa sawa. Kwa hiyo tunaanza kuziriarei, chukue uh, saba pamoja na theta pamoja. Kwa hiyo tumchukue husiano uh, wetu

The same likewise kwa huku tuchukue saba pamoja na theta to arrange kwa itakuwa ni ko cosine ya saba theta kujumlisha cosine ya theta

Au huyu mshauri itakuwa ni 9 theta uta divide by 2 itakuwa ni cosine, au kwa huyu itakuwa ni 6 theta divide by 2, tuna plus huyu na huyu yenyewe itakuwa ni 2 cosine au huyu mshauri itakuwa ni 9 theta divide by 2 then cosine, au kwa huyu itakuwa ni sawasawa na 2 theta divide by 2, kwa hapa mbili zipo katika Uh, katika hizi sehemu zote kumbi nambiwa na cancel, kumbi nambiwa na cancel. Kwa hiyo kitu kinakuwa tu ni sawasawa na ambi inambiwa na cancel, then hapa itakuwa ni sine uh, ya 4 uh, theta cosine ya 3 theta, tuna plus hapa itakuwa ni sine ya 4 theta itakuwa ni cosine ya theta tunagawanya kwa hapa itakuwa ni uh, cosine ya 4 theta then hapa itakuwa ni uh, cosine uh, ya 3 theta tunajumlisha na hapa itakuja kuwa ni cosine uh, uh, ya 4 theta pamoja na uh, cosine ya nani ya theta. Kwa hiyo unasema, ziangalia vizuri hapa, uh, uh, cosine sine ya sin ya 4 theta na sin ya 4 theta tunaweza tukafactor out na huko chini pia cos ya 4 theta na cos ya 4 theta tunaweza tukatoa nje, kwa sababu zina term ambayo iko hapa na iko hapa. Kwa hivyo tunaweza tukitoa sin ya 4 theta nje, hapa itabaki ni cos ya 3 theta kujumlisha cos ya theta na divide by hapa na yenye cos ya 4 theta nje, hapa ita remain na nani na cos sin 3 theta plus cos ya theta mbo item na item wana cancel, kwa hizi temi zinafanana na, ni sawa sana. This over this. Mbo itakuwa ni nini? Itakuwa ni sine ya 4 theta over cosine ya 4 theta. Mbo inakuwa ni nini? Inakuwa ni tan, kwa this is tan ya 4 nani ya 4 theta